Tuna ujenzi kama ulivyosema, tuna ujenzi wa soko la kisasa lakini pia tuna ujenzi wa stendi. Um, na soko la kisasa tunaujenga mjini kati lakini soko, na stendi tunajenga eneo moja linaitwa Inala. Uh, soko letu tuna pamoja na stendi, soko pamoja na stendi tunategemea vikamilike uh, mwezi wa 12 tarehe 31, 2025 kwa mujibu wa mkataba ambao tumeingia na mkandarasi ambao anatujengea soko pamoja na stendi ambao mkataba tuliingia nao tarehe 30 Disemba 2024. Mm, sisi kitaratibu ki uh, kwa sababu mkandarasi wa soko ndio mkandarasi wa stendi, miradi yetu yote, yote miwili inaenda sambamba. Kwa hiyo soko pamoja na stendi mpaka sasa hivi, mpaka ripoti ya mwezi huu wa kumi, kwa maana ya siku ya leo, tunaweza tukasema imefika asilimia 40 katika ujenzi wa soko pamoja na stendi. Kwanza pale tutakuwa tuna soko la kisasa, modern soko ambalo kiuhalisia mwanzoni alikuwa hivyo na sasa hivi pale, ukiangalia hata structure ambazo tutakuwa tunajengwa zitakuwa kwenye ubora, lakini kuna vitu ambavyo vimewekwa, tumevipanga, tumeweka katika mpangilio mzuri ambavyo vitafanya wafanyabiashara, kwanza watakuwa kwenye mazingira mazuri, lakini watatengeneza biashara zao zitakuwa, watafanya biashara vizuri zaidi, kwa maana hii hapa kwamba pale ukiangalia soko la zamani miundo mbinu, yani, ilikuwa kwamba unakuta mtu wa mitumba, mtu wa nyanya, mtu wa nini wamechanganywa moja kwa moja. Lakini sasa hivi kwenye soko letu la kisasa vyote vimepangiliwa. Tutakuwa na maeneo ambayo watauza bidhaa mchanganyiko, tutakuwa na supermarkets, tutakuwa na mabucha, tutakuwa na nini. Lakini vitu vingi vimeboreshwa kwenye ile soko. Kwa hiyo, nafikiri mazingira wedeshi ambayo tutakuwa tumewatengenezea wafanyabiashara wetu ndivyo atakapofanya waweze kufanya biashara vizuri zaidi. Ukiangalia kwa mfano mtu anayetoka tuseme nature ya Tabora right yetu ilivyo, mtu anayetoka Ndeverwa au anayetoka Itetemia au anayetoka Ikomwa bado pale kwake stendi iko mbali. Lakini wakati tunaanzisha umradi mradi wa stendi, tuliwashirikisha wadau mbalimbali, wakiwemo na ambao wanatumia watumiaji wa stendi wenyewe. Jambo lingine swala la upanuzi wa mji tunapo taka mji wetu upanuke na uchangamke. Hatuwezi tukawa tunaweka kila miradi tunaweka katikati ya mji, na ndio maana plani kama halmashauri tukaona kwamba ili mji upanuke, tuweke stendi eneo lile na, ili na daladala pia ziweze kufanya kazi, kwa sababu pale magari makubwa yataingia pale, yatashusha abiria, lakini kutakuwa kuna haisi ndogo ndogo, kutakuwa kuna bajaji, kutakuwa kwa hiyo kutakuwa na shughuli mbali mbalimbali ambazo zitafanya eneo hilo lichangamke na kuendeleza pia mji wetu wa Tabora. Bashiru Maganga kwanza moja inatupandisha hadhi sisi wana Tabora, na pia tunaomba kama viongozi wa Tabora, na hiyo stendi ya, ya Inara ikijengwa, nadhani itakuwa vizuri zaidi, nadhani tunaweza tukapewa taji jiji kwa sababu tumezaraulika sana, inakuwa ni mkoa mkoa tu katika Tanzania nzima. Tabora hii ndio ina wilaya saba Tanzania nzima, kwa tutashangaa, tuendelee kuitwa Tabora Tabora, majina yanaitwa Asia pia afanya biashara tutanufaika kufanya biashara maana eneo litakuwa lina, lina nafasi. Tutapata nafasi nzuri ya kufanya biashara, tutanufaika kwa kwanza, tutapunguza tutapunguza ta, msongamano wa watu maana stendi yenyewe sasa hivi ishakuwa ni ndogo. kwa kwa hiyo watu ni wengi, eneo udogo.